hebu fikiria unajikuta umeamka mahali patakatifu kanisani lakini badala ya amani unakutana na ujumbe wa kutisha ujumbe uliochorwa kwa kitu kinachofanana na damu pembeni ya madhabahu ukisema Amina wajini hivi ndivyo ilivyomkuta Amina msichana mrembo na mpole wa kijiji chetu hofu ilimtawala hakuwa na kumbukumbu ya jinsi alivyofika pale wala nani aliandika maneno yale ya laana, jina lake likiwa limeunganishwa na kiumbe cha giza. Mwili mzima ukiwa unatetemeka, Amina alikimbia kutoka kanisani bila hata kuangalia nyuma. Miguu yake ilimpeleka moja kwa moja hadi kwa Bibi Tatu, mtabiri mzee na mwenye hekima kijijini, mtu pekee ambaye aliamini angeweza kumsaidia. Akiwa anahofia kila kivuli na kila sauti, alifika kwa Bibi Tatu akihema na machozi yakimtoka. Alimsimulia kila kitu, kuanzia kuamka kwa kanisani hadi ule mwandiko wa damu. Bibi Tatu, baada ya kumtazama Amina kwa macho yake makavu yaliyoona mengi, alishusha pumzi nzito. Maneno yake yalikuwa kama msumari kwenye kidonda. Mwanangu, alisema kwa sauti ya chini, haya si maandishi ya binadamu. Umeingia mkataba wa damu na jini la mahaba. Roho yako sasa imefungwa na yake. Maneno haya yalikuwa mazito kuliko hofu aliyohisi mwanzo. Mkataba gani? Jini la mahaba? Amina hakuelewa, lakini kiwiliwili chake kilipata baridi ya ghafla. Usiku huo, Amina alijifungia chumbani kwake, akijaribu kusahau maneno ya bibi Tatu. Lakini giza lilipoongia, sauti ilianza kuzungumza naye tena. Sauti ile ile ya kiume tulivu na ya kuvutia, ambayo alikuwa akiisikia kwenye ndoto zake kwa wiki kadhaa sasa. Lakini safari hii haikuwa sauti ya kimahaba tena, ilikuwa ni onyo. Amina, sauti ilisema, nimekuona. Usithubutu kwenda kwa mtu mwingine kutafuta msaada. Wewe ni wangu na wangu pekee. Hakuna anayeweza kututenganisha. Asubuhi iliyofuata, alipoamka, kitu cha ajabu kilikuwa kimemgoja pembeni ya moto wake, pete nzuri ya dhahabu iliyong'aa hata kwenye mwanga hafifu wa alfajiri. Ilikuwa na herufi mbili zilizopishana kwa ufundi, A na J, Amina na Jini. Moyo wake ulidunda kwa kasi. Hii haikuwa zawadi ya kawaida, ilikuwa ni ishara ya ndoa ya kiroho, muhuri wa mkataba ambao hakumbuki kuusaini. Hofu na mshangao vilimchanganya. Kuivaa ilikuwa ni kukubali, kuikataa ilikuwa ni kumkaidi. Tangu siku hiyo, ndoto za Amina zilibadilika kabisa haikuwa tena ndoto za kawaida. Kila alipofumba macho alijikuta akisafirishwa kwenda kwenye kasri la kifahari, kasri ambayo halikuwa la ulimwengu huu. Lilikuwa na bustani za maua yanayong'aa gizani, chemchemi za maji ya rangi ya fedha na kila aina ya naasa. Kule alikuwa nakutana naye yule mwenye sauti. Jini lenyewe jidhihirisha kama mwanaume mrembo kupita kiasi. Walikuwa wakitembea pamoja wakicheka, na yeye alimsifia uzuri wake, akimwahidi dunia na kila kilichomo. Kwa muda Amina alianza kuzoea ulimwengu ule, akasahau hofu yake, lakini kila alipoamka ukweli wa maisha yake halisi ulimrudia. Hakuwa na amani, alijaribu kutafuta nguvu kwenye maombi. Siku moja, akiwa amepiga magoti chumbani kwake, akijaribu kusali, tukio la kutisha lilitokea. Vioo vyote vya madirisha ya chumba chake vilipasuka kwa mpigo mmoja, na moto wa ajabu wenye rangi ya bluu ulilipuka katikati ya chumba bla kabla ya kuzimka ghafla. Ilikuwa ni ujumbe mwingine, hakuruhusiwa kuomba wala kumwita Mungu. Nguvu iliyomiliki maisha yake haikutaka mshindani. Wakati Amina akipambana na vita vyake vya kiroho, kijijini, mabadiliko yake yalianza kuonekana alikuwa akiongea peke yake akitabasamu bila sababu, na wakati mwingine macho yake yalikuwa matupu. Mwanamume mmoja kijijini anaitwa Jabir alianza kumfuatilia. Jabir alikuwa na hisia kwa Amina tangu zamani, lakini sasa upendo wake ulichanganyika na hofu. Alimwona Amina akibadilika na moyo wake ulimuuma. Usiku mmoja mvua kali ilipokuwa ikinyesha, Jabir alishindwa kujizuia. Alihisi kuna kitu kibaya kinachoongelea. Alikimbia hadi kwa nyumbani kwa Amina na kupiga hodi kwa nguvu. Mlango ulipofunguliwa, alimkuta Amina akiwa amesimama, macho yake yakimtazama bila hisia. Amina, Jabir alisema kwa sauti ya hofu. Nimekuona usiku wa jana, nilikuona ukitoka nyumbani kwako ukitembea kuelekea msituni. Ulikuwa unatembea kama mtu aliyechukuliwa na roho, kama si wewe. Kabla hata Amina hajajibu, sauti ile ya kiume ambayo sasa Jabir aliisikia kwa mara ya kwanza, ikitokea hewani, ilijibu kwa ukali na ghadhabu. Sauti hiyo ilionekana ikitoka kila kona ya chumba, ikitetemesha kila kitu. Mwanamme, nimekuonya huyu ni wangu, ukimgusa tu nitamuua. Jabir aliganda kwa hofu akimtazama Amina ambaye machozi yalianza kumtoka kimya kimya, akijua sasa amekwama kati ya ulimwengu miwili, na uhai wa mtu aliyempenda ulikuwa hatarini. Nini kitafuata? Asante sana kwa kusikiliza hadithi hii ya kusisimua. Tafadhali usisahau kulike, kushare na kusubscribe kwenye chaneli yetu ili usikose sehemu inayofuata ya Chumba cha Jini Mahaba. Tuonane tena wiki inayokuja.